Naam, mtazamaji, katibu katika Wizara ya Ulinzi Patrick Mariru ameongoza uzinduzi wa mpango wa serikali wa Nyota katika Kaunti ya Laikipia, mradi unaolenga kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia mafunzo na mtaji wa kuanzisha biashara. Kupitia mpango huo naam, jumla ya vijana sabini wataweza kufaidika. Program is a, is a 5 billion program ambayo imepikwa na ikapikika na rais na serikali ikishikana na World Bank. Ni pesa ambazo itakuwa available kwa vijana kufanya biashara eh, elfu hamsini kwa vijana ambao watakuwa registered na awe shortlisted. So tumekuwa tukielezea chiefs kwamba kuna nafasi ya siku sita kutoka leo mpaka tarehe kumi na mbili ambao vijana wanaweza apply wakiweka star 254 hash opportunity, kuhakikisha sasa hakuna kijana yoyote, whatever category, hata content creators zakuwe ni nini, wale wanatafuta kununua cameras nini nini, kila mtu ataweza shikana na mwingine wa apply hii pesa na wasaidike, na waweze kukua big, big investors katika uh, hii nchi yetu Mbongo.